Ujambo, popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu kwenye pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hilo basi, kafika katika maeneo kadha wa kadha, ruhusu nikujuze tu, nilianzia humu nchini kabla nivuke kule ugaibuni. Na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami, hakikisha kwamba number one umeweza kusubscribe chini ya video hii na kisha baada pale, copy the link and share na weke comment yako pale, itakuwa vema zaidi. Naam, kwenye pita pita, kafika maeneo yepi? Nianzie eneo la Kitengela Kitengela, Kajiado, Kitengela, Kajiado County, ambapo kuna jamaa mmoja kalamini mmoja aliyekamatwa eh, na, na, na mzee wa nyumba kumi na wanakijiji kwa kuiba pesa za mama yake, alizua kicheko alipoomba asipitishwe karibu na boma la demu wake aliyekuwa akimchumbia katika safari ya kuelekea kwa chifu. Jamaa huyo alimwibia mama yake pesa za chama na cha wanawake na kwenda kuponda raha mtani. Kwa hivyo, baada ya kutiwa mbaroni, sasa jamaa ameshikwa, anapelekwa kwa kituo cha polisi, alafu anasema eh, tafadhali E, msinipitishe kwa hii njia. Wakamuuliza kwa nini msipitishe kwa hiyo, na hiyo ndio shortcut. Akasema pana, kwa sababu hii itapitia kwa e, nyumbani kwa kina demu wangu na nitaharibu CV. Sasa wewe ulipokuwa ukiiba hukukumbuka kwamba ni CV unaharibu? Hata kuiba kwenyewe ni kuharibu CV. Sasa hizi ndio naanza kukumbuka kumbuka, e, nitaharibu CV. Haya, ungekuwa wewe huyo mzee wa nyumba kumi ungetii mambo yake ama kitumbua kiingie mchanga. Haya, tafakari zaidi. ni ya wapi? eneo la Kajado Kitengela. nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi wapi? hadi eneo la eh, Pumwani. Pumwani iko hapa Nairobi, Pumwani ambapo kuna, eh, kuna nusura muuzaji wa mitumba akabane koo na mteja aliyerudisha nguo alizonunua na kutaka ampe nyingine. mteja huyo alidai nguo hiyo ilimpele, ilimpatia ugonjwa wa ngozi yani upele unaomsumbua usiku na mchana. Akamwambia, hebu bwana, umeniuzia hapa nguo ya mtumba na huwa najikuna sana baada ya kununua nguo, kwa hiyo nataka kubadilisha. Swali na najiuliza, ni hizi ni nguo za mtumba umenunua, so, unatarajia unajua, eh, ushauri tu kwa kila mmoja ni kwamba unaponunua nguo za mtumba ni vema uchukue disinfectant enda uoshe nazo. Kwa hivyo huyu la kwani alienda tu akavaa juzi, zilikuwa zinakaa safi ama. So ameenda mezusha, anataka apewe nguo nyingine. Swali so, najiuliza tena, hata ukipewa nguo nyingine ayushua sure kwamba haitakuletea shida, memletea upele ay Uh, ujui nani mwenye alikuwa nao wa kwanza. Ujui alikuwa alikuwa rakaje achaniachie pale anyway. Kwa hivyo ameenda kazusha, nilifanyika Wapumwani hapa Nairobi, kitoka Pumwani kavuka mpaka Nakuru mjini. Nakuru mjini, eh, kuna jombi mmoja wa hapa alipigwa na mshangao baada ya mkewe eh, kumshauri awe mke wa pili badala ya kwenda eh, kuendelea na kuchanga eh, kuchangamkia mipango ya kando. Ukiona mke amefika mahali anaambia mtu wake oe, nimekuruhusu oa mke wa pili ukiona mke amefika hapo Uh, I think that's the last thing. Please, maisha yako haiko poa. Ukiona amekuruhusu ah, uko poa. Okay. maana si rahisi. Kwa hivyo mke amefika anamwambia i kuchangamkia changamkia mipango ya kando, hii imezidi, fanya hivi badala kuchangamkia mipango just get married. Oa wapili alafu tutulie. Swali ni hata akiwa wapili atatulia? Nakwambia kanakuwa ni kapepo manini. Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka Kayole, Kayole hapa Nairobi ambapo kuna kalameni azozana na makanga e, wa matatu kuuzia maembe. Yaani jamaa na na anasema hata mimi so, right? najitafutia lishe watu wangu pete chakula so, stage? Sina tafuta pesa. Aya, sa wateja wako, mi sijaingia kwa gari lako. Aya, kwambia ulimwengu na mambo nikibadilizia. Basi nikatoka nchini nikavuka moja kwa moja hadi Lusaka, Zambia. Lusaka, Zambia kuna kipusa mmoja kutoka mtaani hapa alichekwa na wenzake kwa kumuomba ex wake pesa. Inasemekana kwamba mrembo huyo alimtema jamaa huyo awali kwa sababu alikuwa amefilisika. Baadaye demu huyo alianzisha uhusiano na sponsa mmoja mtaani, lakini tajiri huyo akamtema baada ya kuzozana. So demu huyo akafika mahali akaishiwa, akaenda akaomba jamaa kamia, nisaidie pesa za matumizi, yani kuna mahitaji fulani ako nayo, ambaye aliona eh, sasa hapa ntafanyaje? alipoomba na na wanaume nao ni kuna wanaume wengi watafika wata, wata mbingu naam. Baada ya kufanya hayo yote, imagine huyu jamaa akamsot, akapatia udem pesa, akampatia akamsot. Angekuwa ungepeana mtu alikuacha? Akasema we ni izi, ye ni hoae. Sasa hizi ye ndio hoae, anahitaji msaada kwako, unaweza ukampatia. Haya ilifanyika, ndugu, akampatia. So sijui ungefanyaje? Ni kwenye pitapita pita za kwangu mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, nikukumbusha kwamba usiondoke hapa kabla ya subscribe. Na weke comment yako pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe pale na Mungu akutende wema. Napomalizia nasema kuishi kwingi, kuona mengi, na kutembea kwingi, kuona mengi zaidi. Kwenye pita pita, pita za kwangu na mi VMM,